Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, na tumaya amojambo. Leo nitataka kuambieni siri ya nguvu ya kike. Nguvu ya kike inapatikana wapi? Nguvu ya kike kwanza kabisa inapatikana katika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni kuhakikisha wewe kama mtoto wa kike unajitegemea kiuchumi, yaani unakuwa smart lady. Smart lady. Ukiwa na miaka kumi na nane kuendelea, wewe tunaweza tukakufunga, yani ukaenda jela kabisa. Maana yake sheria zote za jamhuri zinakuhusu ndugu yangu. Utakapokuwa na uhuru wa kiuchumi, aibu ndogo ndogo zitakuepuka za kuongea na mtu kwa sababu anakupa kodi, za kutabasamu sehemu ambayo hutaki kutabasamu kwa sababu utanunuliwa chakula cha mchana, za kuwa kazi yako wewe ni kubipu upigiwe kwa sababu huna vocha, za kwamba watu wakuoe kwa sababu huna pa kukaa yani. Aibu ndogo ndogo zitakuepuka, samahani lakini small small talks zitakuepuka kwa sababu watu wote watakaokuja katika sifa zako mbele yako ni watu ambao wana intention, kwa sababu wanafahamu huyu si njaa ya kula wala si njaa ya gesi, huyu anahitaji. Na wala hutokaa katika kadamnasi ukaongea ukasema ah mi ningetaka mwanaume atakee nihudumia. kutoka hata siku moja ukaongea kauli hiyo kwamba mimi nataka mwanaume atakee nitunza. mahitaji yako ya mwanaume itakuwa vitu viwili tu, kiongozi atakee niongoza na atakee ongeza furaha yangu, kwa sababu furaha tayari unayo. Huwezi hata siku moja ukakaa kwenye kadamnasi ukasema nataka mwanaume ambaye atani, say, atani upgrade lifestyle yangu au atanisaidia ku kwa sababu, you already have status, whatever he's coming to do, he just coming to add katika zile ndogo ambazo wewe, zile kubwa ambazo wewe uko nazo. Ndio maana nikasema, musikubali kuulizwa swali hili, what do you bring to the table? Musikubali, semeni mimi mwenyewe niko, I am the table. Mimi nakuja niko kamili, sina njaa ya pakuka, sina shida ya gesi, na kutaka wewe kama kiongozi, na mtu takinifurahisha. Yani mimi mwenye tayari na furaha, maintain furaha yangu na moment ya kikutriti ambavyo wewe usiki furaha unaaga, ama ukiona taa nyekundu unasema hapa sitapata furaha mwishoni, kwa hiyo mimi natoka baruti. Kipengele namba moja. Kipengele namba mbili, wewe kama mtoto wa kike, ili uwe na nguvu, kwanza unatakiwa hapa uwe sawa, uwe smart, uwe una mahali unapokwenda kila asubuhi, ani kazi ni biashara ni uwinga Yaani wewe pakikucha asubuhi uwe na rutini ya kuoga kupaka kuvaa na kuomboka, na uhakikishe ukishaoga ukipaka, hakikisha nguo yako imenyooshwa utoke, na ukitoka hakikisha kila mahali penye mwili wako pana speak, panaongea kuhusu nguvu yako ya kike. Sasa wewe ukitoka, hunyooshi nguo, nywele zimeota, huja hujazichana hujazisuka, umesuka nywele mpaka zimetoka wadudu juu. Umelala katika shuka, asubuhi amka, nywele zina maa zimeshikana na lile shuka. Umevaa nguo ni nyepesi, nguo inaonyesha, ina maana hata wewe underskirt umeshindwa kumiliki. Ndo tunavyosema, sio kama umeshindwa kuvaa, ah ah unashindwa kununua. Mtu akikuuliza swali moja, kuna majibu unahitaji nini kwa mwanaume? Hata sijui, bora awe tu anapumua. Watu wanakuletea maswali ya kukupima, sijui uelewi, hujui ni ujibu. Ni pawa yako ya tatu, iko kwenye kumaintain your beauty. Hakikisha kwamba siku zote, saa zote, muda wowote yewe umependeza, wewe ni mzuri. Kila mtu ana uzuri mahali pake fulani Mwenyezi Mungu alipomjalia. Pashikilia hapo hapo, kama wewe sura yako ndiyo hasa unaiona ni nzuri kwenye fikra yako, japo mi nakuambia kila mahali ni pazuri. Fikilia hapo, make sure tukikutana na wewe tunaweza kukuambia twende mjini na ukaondoka bila ya kwenda nyumbani kubadili nguo. Make sure siku ulioshinda nyumbani, toka umeamka asubuhi, ulivyooga, ukavaa nguo uliovaa, ukipigiwa simu hebu shuka hapa nje, uingie ndani kubadilisha, kwamba hiyo hiyo uliovaa weza kutoka nayo, ama labda ni fupi utasema ah, ni fupi, wacha nikavaa ya astara, lakini acha nikavaa ya quality. Wewe unatakiwa mara zote uwe beauty, in and out. Umente your beauty. Kwamba leo tukikupigia simu tukakwambia kuna interview ndani ya dakika tano utoke na uje ukiwa uko kamili na nauli yako na kichwa chako kiko sawa, na umeoga nguo yako umepiga pasi kwamba wewe ni mwanamke mwenye nguvu, yani smart lady. Kipengele namba nne, uhakikishe unaweka mkazo katika fitness yani wewe uwe strong uwe healthy, hatujasema ubebe chuma a -a, lakini uwe na nguvu ya, kum, ya kumove kutoka one place kwenda another place. Ukiambiwa kuna bidi kutembea utembee, tena mwendo wa kike. Kuna bidi kufanya jambo fulani, uwe na ability ya kufanya, uwe na ability ya kumove, usiwe mzito au mvivu mlegevu kiasi kwamba ukiambiwa inabidi usimame hapo upike keki, unasema nimesimama muda mrefu sana, nipeni kiti nikae. Ya lazima U, uweke mkazo sana kwenye fitness. Wenzako wanafanya mazoezi ya yoga, ungana na wenzako, nenda yoga. Wenzako wanafanya gym, nenda gym. Unahitaji tu dakika kumi za kufanya mazoezi kwa ajili ya kujibeba mwili wako. Lakini utakapokuwa fine hapa, kila kitu kwenye mwili wako kitafanya kazi inavyotakiwa kwa sababu tayari wewe uko sawa hapa. Kichwa chako ndio banki yako ubongo wako ndio wellness yako nataka. Yani, ukizungumza wellness wewe nao upite, tukiita smart lady na nyinyi, nanyi mpite, uliza wenzio. Hata kama huwezi kwenda physical, fanya online. Hata sisi kutokana na ubizi wa kazi, na na mimi nafanya ka mazoezi yangu online, nakaa kwenye yoga online, nina kikundi changu, naweza tukachukua mwaka hatujaonana, lakini lazima kila siku nikae nifanye mazoezi. Sasa wewe unafanya nini? Na wao wanafanya, Lisa mimi hufanya nusu saa natoka, kwa sababu timetable yangu ni ngumu. Fanya wewe pia usisubiri mpaka uanze kuumwa unaambiwa oh, pingili si umefanya nini? Ndo unaenda sasa oh, jamani nifungeni mkanda ama kitu gani. Usisubiri mtu akukataze wewe kula hovyo, kunywa vitu hovyo, kula sukari kupitiliza. Usisubiri mpaka Daktari Janabi akwambie ah, ni haramu usinywe, usile sukari. Sukari ni mbaya. Poshe na chakula yako iwe kiasi fulani. Wewe mwenyewe weka nguvu na mkazo katika fitness, hata sasahivi ukiwa ume, umeumizwa au umedharaulika una nguvu ya kuondoka, kwa sababu ukijiangalia uko fit uko sawa. Lakini ikiwa wewe ni mregevu, ukiwa wewe ni goigoi, hata watu wakikuonea huna nguvu ya kujitetea, kwa sababu wewe mwenyewe kichwa chako kwanza hakiko sawa, huujui thamani yako, wala hutojua unachohitaji. Lastly, ili uwe mwanamke mwenye nguvu unatakiwa uwe sawa kispirit, uwe sawa spiritual. Saa ya kusali, wakati wa kusali, mahali pa kusali, utukufu wa kusali. Jiepushe na machafu, jiepushe na mambo ya kukutoa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, jiepushe mambo ya kukosea kama mwanadamu, jiepushe kufanya dhambi dhidi ya wanadamu, dhidi ya wanyama, dhidi ya gasho za watu. Jiepushe na dhulma, kuomba omba watu hela, kutapeli hela. Kwa huyu umemwahidi huyu utakuwa rafiki yake, unamwahidi huyu utakuwa rafiki yake, unachukua jiko la huyu, unachukua kodi ya huyu, unachukua nguo za huyu, una watu saba, wote wachukua vitu vyao, na huna nia hata na mmoja. Jiepushe na fikra hizi dhaifu. Uweka jitihada zako zote kukua kiimani, uwe naimani thabit na na, yani usome uh, yani hakikisha wewe sifa hizi tano kama mwanamke mwenye nguvu huzikosi na nakwambia, ukianza kuishi katika mfumo huu, nokwambia upiga simu ya kuumizwa kimapenzi hutopiga. Malengo yako utayatimiza kabla ya mwaka kutimia. Utakuwa na nguvu kubwa sana, na watu wote ambao walikuwa wamekukimbia, wamekuona kwamba wewe huna maana, wote watakuja kwako kukulilia na kukupigia magoti. Sasa tunataka tuwe karibu yako, make sure unafata hizi kodi tano za pawa yako kama mwanamke, na mimi nakuahidi kama mimi sijajuta, sija hata, wewe hutojuta kuwa mwanamke mwaminifu muumini. Fata wanawake katika Bibilia, soma historia za wanawake katika Kurani, soma walifanya nini mpaka wakafika hapo walipo. Sasa fata mienendo yao, kuwa katika imani zao, jibidiishe. Pay attention to your fitness and your beauty. Hakikisha una kipato, unatoka kila siku kwenda mahali na huwa sawa kiimani, halafu yaliobakia yote yatakuwa historia. Na hata hii ska unayoiona hata sio limiti kwako kwa, kwa, kwa ma, mahali utakapokwenda. Lakini mwisho weka juhudi kwenye kila unachokifanya na ukipende, hata kama unachokifanya ni elfu hamsini mtaji, kipende na uweke juhudi, jitoe muhanga kwenye unachokifanya, na uhakikishe kuja lala bila kukagua unachokifanya kwamba hapa kuna makosa wapi, nikirekebisha wapi na je Nawezaje kutoka hii hatua niende hatua nyingine? Nakutakia kila laheri na Mwenyezi Mungu akufurahishe.